Mashine za ATM zilizoanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967 huko London, Uingereza, zimekuwa msaada mkubwa kwa miaka mingi. Tanzania ilipokea ATM yake ya kwanza mwaka 1997 kupitia benki ya CRDB, na tangu wakati huo zimetumika sana kurahisisha huduma kama kutoa pesa, kuangalia salio na kuweka fedha. Hata hivyo, leo hii, huduma nyingi za kifedha zimehamia kwenye simu kupitia benki za mtandaoni. Licha ya kupungua kwa matumizi ya ATM katika baadhi ya nchi zilizoendelea, bado zina umuhimu mkubwa kwa watu wasiopata huduma za benki mtandaoni, hasa wazee na wale wa maeneo yasiyofikiwa na teknolojia. Kwa nchi kama Tanzania, pesa taslimu bado ni mfalme na ATM zinaendelea kuwa msaada mkubwa. Hata hivyo, gharama kubwa za matengenezo na kupungua kwa mahitaji zimewalazimu baadhi ya mabenki kufikiria upya uwekezaji wao kwenye ATM. Kwa sasa, suluhisho linaonekana kuwa ni kushirikiana na kampuni za FinTech kuboresha huduma za kidijitali huku zikiboresha pia huduma za ATM kwa kutumia teknolojia kama utambuzi wa alama za vidole au sura. Swali kuu linaibuka: Je, ATM zitaendelea kuwepo au zitafutika kama simu za kulipia? Wakati wa dunia ikielekea kwenye jamii isiyotumia pesa taslimu, ATM bado zina nafasi, lakini mabadiliko hayaepukiki. Huo ndio ukweli wa mambo. Ismail Kawambwa, Daily News Digital.